Tukielekea huko nchini Ukraini tunafahamishwa kwamba rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky anasema yuko tayari kukutana uso kwa uso na rais wa Urusi Vladimir Putin huko Istanbul siku ya Alhamisi kwa mazungumzo ya kumaliza vita. Chapisho lake lilikuja muda mfupi baada ya Donald Trump kuitaka Ukraine ikubali pendekezo la Putin la mazungumzo ya moja kwa moja kati ya nchi hizo mbili nchini Uturuki. Hakuna maana ya kurefusha mauaji. Na nitamsubiri Putin mjini Uturuki siku ya Alhamisi binafsi, Zelensky aliandika katika chapisho lake. Hapo awali alisema ya nchi yake iko tayari kufanya mazungumzo na Urusi, lakini ni baada ya kusitishwa kwa mapigano. Mataifa yenye nguvu ya Magharibi yalitoa wito wa kusitishwa mapigano kwa siku 30 katika mapigano kuanza siku ya Jumatatu, baada ya viongozi wa Ulaya wanaoongoza kile kinachoitwa Muungano wa Walio Tayari kukutana mjini Kievu siku ya Jumamosi. Ombi la Putin mazungumzo ya moja kwa moja lilifuatia uingiliaji kati huo. siku ya Jumapili Trump kisha alichapisha kwenye mitandao ya kijamii kwamba Ukraine inapaswa kukubaliana na hili mara moja, na itatoa uwazi ikiwa kuna njia ya kumaliza vita. Angalau watakuwa na uwezo wa kuamua kama mpango unawezekana au la, na ikiwa haiwezekani, viongozi wa Ulaya na Marekani watajua kila kitu kinasimama wapi, na wanaweza kuendelea ipasavyo, alisema na kuongeza, fanya mkutano sasa Mwisho wa kumnukuu. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa X, Zelensky alisema, natumai Urusi itakubali kusitishwa kwa mapigano kabla ya mazungumzo. Tunasubiri usitishaji vita kamili na wa kudumu kuanzia kesho ili kutoa msingi muhimu wa diplomasia, alisema Zelensky katika hotuba yake usiku wa kuamkia Jumamosi. Putin alialika Ukraini kushiriki katika mazungumzo mazito juu ya vita ambayo ilianza na uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraini mnamo mwaka 2022. Putin alisema hawezi kuondoa uwezekano kwamba mazungumzo hayo yanaweza kusababisha Urusi na Ukraini kukubaliana mapatano mapya, lakini hakushughulikia wito wa kusitisha mapigano kwa siku thelathini moja kwa moja. Kiongozi wa Urusi alisema, na hapa na mnukuu: hii itakuwa hatua ya kwanza kuelekea amani ya muda mrefu na ya kudumu badala ya utangulizi wa uhasama zaidi wa silaha baada ya vikosi vya kijeshi vya Ukraini kupata silaha mpya na wafanyakazi baada ya kuchimba mitaro na uanzishwaji wa vituo vipya vya amri hapo awali Moscow ilisema kabla ya Urusi kufikiria kusitisha mapigano, nchi za Magharibi lazima zisitishe kwanza msaada wake wa kijeshi kwa Ukraini. Urusi na Ukraini zilifanya mazungumzo ya moja kwa moja mnamo Machi mwaka 2022 huko Istanbul, muda mfupi baada ya Moscow kuzindua uvamizi wake. Siku ya Jumamosi, Rais wa Ukraini alikuwa mwenyeji mjini Kiev na waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer, Emmanuel Macron wa Ufaransa, Friedrich Merz wa Ujerumani na Donald Tusk wa Poland ambaye baadaye alimpigia simu Trump kuzungumzia mpango wao. Sakeli baadaye aliliambia shirika la utangazaji la Uingereza BBC kuwa rais wa Marekani alikuwa wazi kabisa kwamba pendekezo lao la kusitisha mapigano mara moja lilikuwa takwa ambalo lazima litimizwe. Wakitokea katika mkutano na waandishi wa habari na Zelensky walionya kwamba vikwazo vipya na vikubwa vitawekwa kwa sekta ya nishati na benki ya Urusi iwapo Putin hata